ne ya la nombooyidarairwakukoti neulipakwangu ibei nomunduliarorairwaiolaroraari ingombe zizo so, ozyalea onasokubola usalama ianze na wewe esie nawe nedeundi no noundi tuangalia kwamba tumefanya nini tumefikia hiyo usalama shinenjera kubolauwa manji tawe nenjira ineshereao omwana we bumzuri abereya ngo birano na rudama rama note yali MC yabo lelira lide yakatya nabo na mpiala anjira abantu lishi kota sema majina yangu ni Saidi omzuri tambaye rudama rama note ikira <laughs> <laughs> cheso kongu la ikoro faili ndala kushingatira mwe mna nyasaya abe nenywe lakini abantu bebe tele kuchamanefu etsi na kuongea mheshimiwa mkono asanteni